Katika mapokeo yetu ya Kristo, leo tunaadhimisha siku ya Pentekoste ambayo kiasili umaanisha siku ya hamsini, ikirejelea majuma saba tangu sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, yaani Pasaka. Katika Agano la Kale, siku hii ilikuwa sikukuu ya pili kwa ukubwa kati ya sikukuu kubwa tatu zilizosherehekewa na Wayahudi, ambapo sikukuu nyingine ni Pasaka, yaani sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na sikukuu ya ipanda kama tunavyosoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya kumi na sita mstari wa kumi na sita na Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya nane mstari wa kumi na tatu. Hata hivyo, Wayahudi hawakutumia msamiati au neno Pentekoste kwani neno hili ni msamiati ambao una asili ya Kiunani, ila waliita siku hii kama sikukuu ya majuma na ilisherekewa baada ya majuma saba kuanzia sikukuu ya Pasaka. Pia waliita sikukuu ya mavuno ambapo waliisherekea kwa furaha kubwa tukitolea Mungu mafuno ya shukrani zilizojumuishwa na kuimba nyimbo na zaburi. Katika ya siku kuu ya Pentekoste kusianishwa sana kushuka kwa Roho Mtakatifu ni siku ya hamsini baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani baada ya Pasaka, ambapo siku hiyo Roho Mtakatifu alishuka juu ya mitume na kusababisha matendo ya miujiza kama tunavyosoma so, na, katika Matendo ya Mtume sura ya pili. Sasa somo letu kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 44 mstari wa kwanza mpaka wa tano inajikita katika sehemu ya pili ya kitabu cha nabii Isaya na mahususi linahusu wokovu na, na urejesho wa wana wa Israeli wakiwa uhamishoni. Wana wa Israeli walipitia mateso kadhaa na kumkosa Mungu, hadi walifikia mahali pa kujaribiwa kudhani kuwa labda Mungu amewaacha, labda Mungu amewasahau, labda Mungu lakini bahati mbaya ile hali nzuri ya matumaini bado hawaioni. Ndipo wanaletewa ujumbe kuwa hali itabadilishwa, yani, kwa ujio masi na nguvu ya Roho wa Bwana. Bwana ndiye aliyeamua kuadhimu au wana wa Israeli kwa mkono wa Wakaldaya, yaani hawa wa Babiloni lakini Bwana ndiye huyo huyo, anayefanya njia ya kuwarudisha na na wahitaji wasisunguke wala kutafakari. ni Mungu wa rehema ahadi ya, wenyesho, ya Mungu, Israel, Yakobo, wae, na Roho Mtakatifu. Mungu anamwita Israeli au Yakobo kuwa ni mtumishi wake aliyemchagua, na hivyo asiogope, maana yeye ni mtumishi wa Mungu Yakobo, Mungu kwa Mungu kwa ya Mungu uko ushoni hili Mungu alitumua kwa ulimwengu kupitia hao wana wa Israeli, anamwita kuwa ni aliyemchagua kuwa nyeshuruni, ni mtu aliyeokoka au unyoofu. Mungu anatumia jina hili ili kuonesha ukaribu na upendo wake kwa Israeli, na wito wa kurudi wa Israeli kwenye unyoofu na utii ili waweze kuibia ambayo yameandikwa ni kama hata Bwana wetu Yesu Kristo akiwa msalabani alilia akisema, eloi eloi lama sabakthani, yaani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini huyo huyo anayemlilia kwamba amemwacha mwishoni ndiye anayemwambia kwamba mikononi mwako naiweka sasa kila mtu pia hata katika kuomba tuna madhaifu tu, hata katika kuomba. Sasa Roho Mtakatifu utusaidie katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi nitupasavyo, lakini Roho Mtakatifu mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, Warumi sura ya nane mstari wa ishirini na sita hutuombea kwa kugua usipoweza kutamkwa. Maneno haya kwa kugua usipoweza kutamkwa yanamaanisha kuwa Roho Mtakatifu anashughulika na haja zetu hata kabla hatujaziwasilisha, na kwa hiyo kwa kuwa yuko Mungu, yuko Roho Mtakatifu anayekushindia, hakuna haja ya kuwa na mbwembwe katika kuomba. Hakuna haja ya kulia wakati chakula kizuri mpaka watu wanashangaa. Hakuna haja ya kulazimisha matokeo katika kuomba. Sio kwa farana, mtu mmoja aliyelazimisha matokeo katika kuomba, yeye alikuwa ni mwanaume mbaya wa sura, lakini mwenye akili, kwa hiyo akaomba apate mke nzuri wa sura, hata kama ana ajili akitegemea kuwa mtoto atakayezaliwa atakuwa na sura nzuri kama mama yake, akili nzuri kama baba yake. Matokeo yake akazaliwa mtoto mwenye sura mbaya kama baba yake, akili mbovu kama mama yake. <laughs> Roho Mtakatifu utupatia karama na kuziwezesha kufanya kazi. Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia karama mbalimbali na kuziwezesha kufanya kazi kwa kusudi la kujenga mwili wa Kristo, yaani kanisa, sio kwa ajili ya kujivuna, kujenga mwili wa Kristo, yaani kanisa. Ziko karama kwa ajili ya kueneza Injili ya yaani mahubiri, kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kuonya, kwa ajili ya kusaidia, kwa ajili ya kuongoza, kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kuimba, kwa ajili ya kupiga ngoma kama alivyofanya mheshimiwa fulani, wanavutiwa ni karama kila mmoja amepewa karama fulani, lakini hakuna hata mmoja aliyepewa karama zote. Tatizo letu wakati mwingine ni kuanza kutamanisha na kuchagua karama, kisikii kuwa karama fulani labda ina thamani au daraja la juu kuliko nyingine, na kutaka kuonekana nayo hiyo karama, hata kama ni kwa kuingizwa unaona fulani anafanya hivi, ah, lakini huko ndo wenyewe au unaenda kwenye giza, hata kama huwezi, kwa sababu hii ya maigizo. Baada baada ya watu kubali Roho Mtakatifu awe ushindi juu yao, awashindie wao, wamejifanya kuwa washindi wa Roho Mtakatifu hasa pale wanapotaka kulazimisha karama. Siku hizi watu wanalazimisha, kwa mfano, kunena kwa lugha isiyojulikana na kufanya matendo ya miujiza. Hata kama matendo yenyewe ya miujiza ni ya kuujiza, wanafikiri kuwa kwa kuonekana wanaenda kwa lugha au kutenda matendo ya miujiza ndio wataonekana wana Roho Mtakatifu. Nafikiri hizi ni bali, umesikia mtu anaomba, anaomba